Hawezi ukalinganisha hivi, lakini kimsingi ni kwamba e, mfululizo wa mechi ambazo wametoka kucheza Azam sare mbili, kocha Florent Ibenge, na wanakwenda katika hatua ya makundi, mechi yao ya kwanza inaweza ikawaletea hali ambayo pengine tahadhari zaidi inatakiwa kuchukuliwa hakika, hakika, kwa sababu uh, watu wanasema tabia inajengwa hasa kwenye, uh, kwenye mpira. Kama umejenga tabia ya kushinda utatafuta mazingira yoyote yale ili uweze kushinda kama unapitia nyakati ambazo ni nzuri kwenye timu na maana ni hali ambayo umeshaitengeneza kwenye mechi ambazo wao unacheza. Nimemwelewa kile alichozungumza uh, Ibwe, kwamba kwenye mechi zilizopita kama wao walichukua kama ndo mwisho wa kiwango cha Azam basi anaweza kawa wamepotea. yes, ninaamini hivyo kwa sababu approach zinatofautiana, yani vile ambavyo uh, Flora, ata approach mechi ya kucheza dhidi ya JKT ni tofauti na vile ambavyo ata approach kwenda kucheza na Manyema. Kuna kuna utofauti mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ya mashindano na kile ambacho anakihitaji. Inawezekana ligi ni muhimu sana, kwa sababu ligi ndio inampa tiketi ya yeye kwenda kushiriki hayo mashindano, lakini namna ya kuweza kuyacheza mashindano ya kimataifa kuna staili yake, na ndio maana sasa hivi tunazungumza kwamba Azam katika faida walionayo kwenye kikosi chao ukitoa kikosi cha wachezaji na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, kuna faida pia nje ya kile walichonacho kwa wachezaji. Hapa tunamzungumzia kocha. Kwa nini? Kwa sababu anajua namna ya kuwacheza haya mashindano, na ndio maana wakati ambao kocha amejiunga na timu kwenye kipindi kifupi, wachezaji ambao walianza kuwasajili, wengi tuliamini kwamba ameshalenga ni kipi hasa ambacho anakihitaji. Ina maana ni kuhitaji kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, ili ufanye vizuri kwenye haya mashindano kuna vitu vya muhimu ambavyo ni vya kuzingatia quality ya wachezaji wale ambao tuna nao kwenye haya mashindano, lakini pia mbinu za kuweza kuyacheza vizuri haya mashindano. Unajua, asilimia kubwa timu za sasa hivi uh, kwenye kati za hivi karibuni ndo wameanza kupata matokeo nje ya viwanja vyao, lakini ukirudi kwenye misimu ambayo imepita, timu nyingi zilikuwa zinaamini kwamba kwenye uwanja wa nyumbani ndo uwanja wa kuchukua kwanza matokeo. Kwa hiyo kuna baadhi ya makocha ambao wanafahamu katika hizo mechi ambazo tunatoka tunaenda kucheza nje, staili gani ya kwenda kucheza na hao watu ambao tunacheza nao. Faida mm -hmm. kubwa ni kwamba kwa mfano kwa kama Ibenge ambaye anajua aina ya mpira wa Kongo, kwa hiyo anaamini kwamba kila mahala ambapo mimi nahitaji kugusa lazima niguse kwenye uh, kwenye matukio ambayo ni muhimu. Namna ambavyo naweza nikaselekti wachezaji ambao wataenda kuanza, namna ambavyo naweza nikaanafanya mabadiliko amba pale ambapo nazidi kuziona zile dakika na namna ambavyo nitawahimiza wachezaji wangu kuwa makini kwenye kila tukio ambao alifanya uwanjani aweza kupata matokeo. Kwa hiyo ni mkakati mzuri ambao wameufanya Azam, ambao kwenye macho ya watu wengi tunauona kwamba umetiki. Kinachosubiri, kinachosubiriwa ni namna sasa ya ule mpango ambao tunauona sasa hivi, namna gani ambavyo wanaenda kuuwasilisha kukusanya mm. zile mm -hmm. alama, lakini pia kuhakikisha kwamba uh, katika nyakati ambazo watu wengi wanaamini kwamba kundi ni gumu, tumwone pia Azam akiwa miongoni mwa zile timu ambazo zinafanikiwa kuweza kusonga mbele katika nyakati hizi. Sawa. <tune> <tune>